wake na amethibitisha kwamba kuwepo Simba si kwa bahati mbaya. Sisi wana Simba tunaamini. Mfungaji bora wa ligi NBC anatoka Simba Sports. Jonathan Soa. Yes, yes. Inaonekana ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa, ni mchezaji ambaye mimi mwaka jana alichezea Singida mechi chache, magoli mengi, amefanya vizuri. Kwa hiyo ndio kitu ambacho sisi kama Simba kilichotushawishi kuja kuona namna ambavyo tunamleta kwenye timu yetu. Kwangu binafsi timu imecheza vizuri sana. Entertainment football tumeiona. Leo Simba imepata matokeo, kila mwana Simba amefurahi kwa namna ambavyo timu yake ilivyofanyaje, ilivyocheza. Kuna watu walipata matokeo, wengine minuno ilikuwepo, miguno ilikuwepo, makasiriko alikuwepo lakini sisi hatuhusu. Lakini leo Tanzania imetoka kujua. Watu watatu ndio walibakiwa hajacheza kwenye ligi ya NBC. Azam Football Club, Nyuma Mwiko pamoja na Simba Sports. Leo Simba baada ya kuchukua point tatu, lakini imekuja kudhihirisha ligi ya NBC MVP yuko Simba Sports. Alichofanya mwaka jana kwenye ligi ya NBC ndio kile ambacho mwaka huu anafanya nini mwendelezo, mechi ya kwanza assist, anafunga goli man of the match, ndio anawapa kiburi <laughs> Simba nzima <laughs> leo madini kidogo, Matola akaamua kuyachimbua kuonyesha Simba na vipaji namna gani sasa. Kisugu <laughs> kama Matola anaweza kufanya vizuri kiasi hichi, kwa nini asiaminiwe? Sasa asimame kama e, mwalimu mkuu wa timu, na ndio maana leo kaaminiwa ndio mwalimu ambaye aliosimamia timu hmm. Na tumepata pointi tatu na magoli matatu, Suleiman Matola Veron. Maana yake mwalimu alipokaa kwenye benchi maana yake management ya Simba imekwenda kumonyaje kumwamini Tumemwamini leo Matola amesimama, tumepata pointi tatu. Mechi ijayo kocha mwenye CV kubwa Tanzania, kocha ambaye na historia ambaye historia yake haijafanywa na mwalimu yoyote aidha kumzawa au kutoka nje ya nchi. Emed mm. Moroko, chukua hiyo hiyo, hamuoni <laughs> <laughs> kwamba <Kodio. laughs> <laughs> itakuwa kuna ugumu kwa kocha Emedi Moroko kwa sababu hajakaa na timu kwa muda, kwa muda lakini pia wachezaji hajawasajili yeye. Mimi naamini uzoefu wa Moroko anakwenda kudhihirisha baada ya kupewa zamana na Simba Sports. No, no. Mwalimu alipokuwa kwenye national team. Maana yake timu ile si timu ya kawaida maana yake anakwenda kuchagua wachezaji, anakaa nao siku mbili siku tatu mechi inaenda kufanyaje? Inachezwa. Mm-hmm. Kwa mujibu wa taratibu za, za FIFA masaa 24 au masaa 74 ndio mchezaji ambaye anatakiwa fanyaje? Alipoti kwenye kambi kutoka kwenye nini? Timu yake ya klabu. Kwa hiyo kwa sababu Morocco zoefua anao yeye, yeah, alikuwa anawaita kina akina Samata yeye, yeah, anakwenda kuwaita akina Nova, anakwenda kuwaita akina Msuva, anawachanganya timu na kwenye, kwenye Afcon, anawachanganya timu na kwenye Chan. Kwa nini Simba ashindwe? Na ndio maana mi nataka nikwambie, Tanzania, management ya mpira iko Simba, historia inajionyesha, inajirudia miaka minne iliyopita Simba ilitokea hayo ambalo litokewa kwa mwalimu Fadru kocha, tulikwenda kumkabidhi mtu mmoja tu juma Ramazani Ngunda anatangazwa saa nne ya usiku, saa sita dakika 45 timu inapanda ndege na kwenda wapi? Malawi akaenda akapata matokeo mazuri sana. Lakini leo kwa nini wa, wa, wa, nani management ya Simba imekwenda kumchukua Ahmed Morocco? CV yake inamlinda historia nchi katika mashindano ya Afcon mwalimu aliofanikiwa kuipeleka taifa la Jamhuri ya Muungano lenye watu zaidi ya milioni 60 ni emedi Moroko, tumempa zamana na Simba nakwenda qualify. Kisugu, kisugui, sasa ni muda sahihi wa timu zetu za ndani kuwa na makocha wakuu wazawa. Hayo ni matazamo ya management hizi, wao ndio watakwenda kuamua, nasi tumewapa zamana. Kazi yetu sisi mashabiki ni kusapoti katika kile ambacho kinafanyaje, kinachofanyika, na ndio maana leo muda wote watu wamekuja kushangilia, Matola ametupa burudani, timu inaongoza nini I, wali, zilikuwa kwamba, eh, Gate Kwanza singano nenda sento kachukua la B kawakamata aliomleta muchali katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. <laughs> Nenda aliyoleta muchali nani kwenye uwanja wa Benjamin mkapa kucheza na Simba singano, salamu alaikum, nani alowaleta hawa munchu alikuja kucheza na Simba, lakini waandishi, ni waambieni, leo Fountain Gate anacheza mechi ya pili, ndivyo sivyo? Haya, ya kwanza mlisema sisi hii mechi tumechukulia kwa uzito mkubwa. Moja, tunaamini katika timu mwaka jana iliyosababisha sisi kukosa ubingwa wa ligi NBC ni Fountain Gate. Alafu waandishi, tumieni vipaza vyenu sauti vizuri. Kanuni ya mpira iko wazi. Fountain Gate wana wachezaji zaidi ya 50 wamesajili. Ukiachilia 25 wa timu kubwa lakini 25 atao 25, 25 timu B. B. Maana yake kanuni imewekwa. Ukiona una mapungufu lazima una unafanyaje? Naweka bali. Simba point 3 na magoli matatu. Nasema mmekosa ubingwa eh, mara 4 mfululizo. Pengine leo inaonyesha ishara kwamba ubingwa mnaukuta kama yaliyopita Sindwele tugange ajayo, wana Simba tunafocus mwaka tuna huu. Hatufikiri kwa nini tulikosa tunafikiria kwa namna tuna na vipi tutachukuaje ubingwa mwaka huu. Tunaamini vita sio ndogo, vita kubwa, vita inaokwenda kupiganwa vita maskini na tajiri. Kuna watu wanapambania ubingwa kwa pesa zao na kuna watu wanapambania ubingwa kwa jasho na damu. Sisi tunaamini tunapambania ubingwa kwenye jasho na damu. Na damu. Wana Simba, wanasimba, tuwe support timu yetu na inshallah kwaweza Mwenyezi Mungu tachukua ubingwa na. Huko, Huko, ee. Huko ndio nyumbani kama ndugu yangu alivyosema. Mimi naamini taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya mama yetu kipenzi Samia Suluhu Hassan, anaamini na anajua watu ambao wenye zamana kwenye football kuitetea taifa ni Simba Sports. Nendeni mkamwambie Mheshimiwa Rais, mumkumbushe yeah, timu ya tano kwa ubora kwenye bara la Afrika iko ndani ya nchi yake na jina lake linaitwa Simba singano toa hofu, singano toa mashaka. Gabaro ya Botswana, wamekuja katika kipindi kigumu, wanashinda lakini bado wanamlalamikia kocha. Wanaocheza sio hao ambao wanaujua. Yangoswe mwache ngoswe. Entertainment football tumeiona, wana Simba wamefurahi. Yangoswe.